Jamaa anafanya mapenzi na mama mkwe wake. Karibu sana katika simulizi ya jamaa aliyefanya mapenzi na mama mkwe wake kwa sababu ya tamaa ya pesa. Kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Brian, kijana mwenye umri wa miaka 29. Kijana alikuwa akiishi Kinondoni, Dar es Salaam. Alikuwa ni kijana mwenye sura ya kuvutia, mwepesi wa maneno, lakini moyo wake ulijaa tamaa ya mali. Alikuwa hana kazi ya kudumu lakini alijitahidi kujipatia pesa kwa kufanya biashara ndogo ndogo mtaani, kuuza perfume feki, saa za kichina na wakati mwingine hata kulala kwa wakeza watu wenye uwezo wa kumlipa. Brian alipata mpenzi msichana mrembo aitwaye Neema, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Tumaini mwenye tabia njema na aliyetokea katika familia ya kitajiri kutokea Arusha. Baba yake alikuwa mfanya biashara mkubwa wa mazao ya viwandani na mama yake ambaye ni mama mkwe wake mtarajiwa wa Brian alikuwa ni mwanamke mrembo wa miaka 45 tu, aliyejulikana kama Mama Anita. Huyu mama alikuwa akijali sana mwonekano wake, gym kila asubuhi, vipodozi vya bei ghali na mavazi ya kuvutia kuliko hata binti huyo wa miaka 25. Brian alipomtembelea Neema nyumbani kwao Mbezi Beach kwa mara ya kwanza, aliishiwa maneno, si kwa uzuri wa nyumba yao bali kwa jinsi ambavyo mama Anita alivyoonekana kama video queen. Alivutiwa naye kwa namna isiyoelezeka. Mama Anita naye kwa upande wake hakuwa kipofu, alimtazama Brian kwa macho tofauti, na tabasamu lake ilikuwa na ishara isiyokuwa ishara ya kawaida. Muda ulivyozidi kusonga, Brian alianza kuenda kwa kina Neema mara kwa mara. Wakati Neema akiwa chuo, mama Anita alianza kumkaribisha Brian ndani na kumpea chakula kumsifia jinsi alivyovaa na hata kumtania mara moja moja, kwa kusema kwamba kama ingekuwa ni miaka kumi nyuma, basi mimi ningeolewa na wewe. Brian alicheka sana, lakini moyo wake ulishaanza kujaa sumu. Aliwaza, huyu mama ana pesa, ana kila kitu, na bado akimtaka, nikatae? Hapana, haiwezekani. Siku moja ya Neema alipokuwa safarini na marafiki zake kuelekea Zanzibar kwa weekend, Brian alimpigia simu mama mkwe wake na kumwambia mama mkwe, kuna chaja yangu nilisahau hapo nyumbani, naweza kuja kuchukua. Mama Anita akakubali, akamwambia njoo, nipo nyumbani. Brian alipofika akamkuta mama mkwe akiwa eh, na kimini na kanguka fupi na harufu ya perfume nzito ya Chanel iliyopulizwa nyumba nzima. Sasa wakakaa sebleni wakaanza kunywa wine, wine nyekundu yani red wine. Maongezi yakawa ya kimahaba bila wao kujua walianzia wapi Mama Anita alimsogelea Brian na Brian ya kujizuia, walibusiana na kilichotokea hakikufaa kuelezeka wala kuendelea. Kila kitu kilianza kama mchezo, lakini ukawa mwanzo wa jambo la kutisha. Siku hiyo ikawa ni mwanzo wa uhusiano wa siri kati ya Brian na mama mkwe wake. Brian akaanza kupewa hela, zawadi na hata simu mpya ya iPhone. Alihisi amefika peponi, lakini hakujua kuwa amejifungulia mlango wa moto wa kuzimu. Je, Neema atagundua usaliti huu? Je, tamaa ya pesa itamsababishia Brian kuangamia? Wiki zilipita kwa kasi. Brian sasa hakuwa tena kijana wa kawaida. Alitembea na pesa mfukoni, nguo mpya kila wiki na hata alianza kuendesha gari aina ya Toyota Harrier ambalo alinunuliwa kwa siri na mama mkwe wake. Kwa macho ya watu alikuwa kijana mwenye bahati, mtu ambaye mapenzi yalimpandisha, lakini ndani ya moyo wake alianza kuhisi hofu na wasiwasi. Aliishi maisha ya uongo, akikumbuka tamaa ya kulala na kufanya mapenzi na mama wa mchumba wake. Neema hakugundua chochote mwanzoni. Alikuwa bado anampenda Brian kwa moyo wa dhati, na hata alianza kupanga naye mipango ya ndoa, kwamba siku moja Akiwa na furaha alimwambia Brian, "Brian baby, mama amesema tukio la kuchumbia liwe Desemba, baba naye yupo tayari kugharamia kila kitu mpaka harusi ya Dodoma." Brian alitabasamu kwa bandia, ndani yake alijua kabisa harusi hiyo haiwezekani. Vipi awe binti wa mwanamke analala naye usiku? Siku moja mtego ulianza kunasa Neema akiwa na wasiwasi alisikia mama yake akiongea ya na mtu kwa simu usiku wa manane. Alimsikia mama yake akisema ya usijali, baby, nitampa bahasha asubuhi ili anunue lile suti lako la harusi. Hapo Neema alishtuka, kwa nini mama yake aseme ya baby? Na kwa nini atoe hela ya suti ya harusi kwa mpenzi wake? Itabidi Neema aanze kufuatilia. Asubuhi yake Brian alipofika Neema alijificha kwenye kona ya store na kuacha mlango kidogo ukiwa wazi. Alimuona mama yake akikumbatiana na Brian kwa mapenzi ya wazi na kumpa bahasha. Brian akaonyesha hata aibu alibusu mkono wa mama mkwe wake akacheka kama wapenzi. Neema aliumia kuliko maumivu ya ajali. Moyo wake ulipasuka. Aliingia chumbani kwa fujo na kupiga kelele sana. Ninyi wawili mnafanya nini, mama? Brian, nyumba ilijaa kimya. Mama Anita alipigwa na bumbuazi. Brian hakujua cha kusema, alijaribu kusingizia, lakini kilichofuata kilikuwa ni cha kusikitisha zaidi. Neema alianguka chini kwa mshtuko, akazimia, akapelekwa hospitalini katika hospitali ya Aga Khan. Na baada ya vipimo, madaktari waligundua alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo, yaani mental breakdown. Baba yake alipofika hospitali na kusikia tukio zima alipagawa, alimpiga talaka mke wake na kumtimua nyumbani mara moja. Brian alifukuzwa na kutangazwa kama adui wa familia. Baada ya mwezi mmoja, Brian alianza kuishi kwa shida mitaani, gari lilichukuliwa, simu ilifungwa, na mama Anita alihamia Morogoro kuanza maisha upya. Brian alibaki na jina baya, Brian alibaki na aibu na maisha yaliyoharibika kwa tamaa ya pesa na ngono haramu. Mimi nina imani hata wewe kama ni kijana unatamani sana siku moja upate zari la kupendwa na mwanamke mkubwa mwenye mapesa, uenjoy naye maisha kwa sababu maisha ni magumu eh, e, lakini kupitia simulizi hii tujifunze kwamba tamaa ya pesa na mapenzi ya haramu kuangamiza maisha. Ukivuka mipaka kwa tamaa unaweza kupoteza kila kitu, unaweza kupoteza heshima, familia na hata nafasi yako. Uaminifu ni msingi wa maisha ya thamani. Karibu sana, mi naitwa Jimmy Gorifrey. Hii ni Bongo Star Media. Nina imani umepata funzo kubwa sana kupitia hii simulizi. Kama una rafiki yako ambaye anaweza kufanya kama alichokifanya Brian, basi andika jina lake hapo chini katika box la comment, alafu mimi nitamsoma, tumwombee. Karibu sana. Hii ni Bongo Star Media.